Mtazamaji, tumepata nafasi ya kuzungumza na mganga wa kidigitali, mi napendeleaga kumwita hivyo, Lulu White, dada mwenye ndoa yake mjini, mwenye ndoa, piga kelele. Asalamu alaykum dada <laughs> Walaikum salaam. Mzima bukheri wa afya Ndoa inanawirisha watu wanapendeza jamani, eh, nazidi kuwa mdogodogo, yaani imetoka kwenye utu uzima na imekuja kwenye utoto. Mashaallah, alhamdulillah, pongezi sana kwanza kwa ndoa. Asante, namshukuru Mungu sana sana sana. Wengine hatuwezi tunakimbia, miezi sita tu, miezi mitatu tu, anataka ndoa. Unataka ndoa kwenye miezi mitatu na akili kweli? Eh, kuna watu wanasota na watu wanahangaika akalaliki kila siku, wanapiga kelele, wanataka ndoa, wanazalishwa na kuzalishwa. Umekuja miezi mitatu, miezi mitatu unataka ndoa. Huko nyuma unajua kuna nani umemkuta nani? We tulia. Kuna watu bwana walizungumzia vibaya sana ndoa yako. Mimi huaga naona sana hii, kwa sababu sisi tunashindaga shindaga huko kwenye miji ya watu bwana. Nimekaa siku hiyo Instagram, nikaona watu wanakujadili kweli yeye ndiyo mganga wa mapenzi namba moja ambaye anaroga watu wote, imekuwaje ashindwe kumroga mumewe na kukaa kuvumilia kwa takriban miaka kumi na tano ndio anakuja kufunga ndoa? Kwanini asifanye huko nyuma? Kwanini asifanye alipoingia tu kwenye mahusiano na yeye, ndio mganga wa kuroga wanaume? Nikasema ili lazima nikikutana na dalulu ni muli, kwa sababu mi uganga cha kwanza uganga mimi niko nao ndani ya miaka mitatu nyuma. Uganga mimi sikuzaliwa nao. Uganga mimi sikukua nao. Uganga nimeujua juzi tu hapo. Mimi mume wangu kanikuta bado sio mganga. Sio, umenielewa? Kwa hiyo wanaongea maneno yao mimi hawawezi kunishtua na sijali kwa lolote kwa chochote. Kwa sababu wanizidishi na wanipunguzii mm -hmm. Sana sana wanazidi kunipeleka mjini tu na trendi. Umenielewa? Sa. Eh? Yeah. Mimi siwezi kuacha kumwangalia mume wangu nisikilize maneno ya watu. Mtu ambaye wa mwingine pengine hana ndoa. Yuko nyumbani anazalishwa kila siku. Saam. Eh? Ndio maana nasema hali hii ndio mume wangu nimekaa naye miaka 15 kanioa. Haya, angeniacha ingekuwaje? Kwa sababu hapa ndo nimeolewa. Angekuwa mwanaume mwingine, angeweza kuniacha akaoa mwingine, lakini kanioa mimi, hajanikinai. Angeniacha, angeni ingekuwaje? Yangekuwa mengi. yangekuwa mengi, kuliko kawaida. Kwa hiyo watu kama mimi, huwezi kumfurahisha binadamu kweli. Binadamu hata ufanye kitu gani, huwezi kumfurahisha binadamu. Kila siku anapiga simu, anaomba hela, ukikosa, kila siku utampa, lakini ukikosa siku moja tu, akuelewi, anakuona wewe kama mchawi. Yani akuelewi, ya huyo ndo binadamu. Kwa hiyo mimi sishtushi na komenti zao sishtushwi na maneno yao, mi naangalia ndoa yangu na mwangalia mume wangu ale muda gani na saa ngapi? avae kitu gani? Aendaje kazini? nishtue mtu mimi, anishtua Anasema, Lulu, kwa leo ndo hauji. Hata kama ndo hauji ndo ya kwangu mimi hiyo, wewe yako yako, ambayo sio ya yauji, ndo wapi tuonyeshe. unatamani hata kuwa mke wa nne nahuna mwanaume wa kuoa mke wa nne kwa mdomo mchafu. ndo kwa na una mdomo mchafu na kutafuta hela ujui, sijui umeelewa, kutafuta hela ujui, una mdomo mchafu, kuvaa ujui. na nuksi na mikosi yote badala unitafute Lulu White nioshe nipate mume. Unakuja kutafuta maneno na mimi, anakuja kuanza kusema mitandaoni. Unaniwezea wapi? Mi kwenye mdomo, hasa kwenye mdomo mimi, unaniwezea wapi? Kuongea najua, kupigana napigana kama cheese na Lulu, ikitokea mtu kakuibia shemeji, ngumu zipo najua kuongea najua kupigana mm. najua mm. kuroga na vitu hivyo mm. mm. kwa hiyo e huwezi kukwepeka kwenye lolote na zote ni silaha zako zote silaha zangu za maangamizi unakwepea wapi kwa hiyo e maneno yako ishia kuongea huko kwenye mitandao mm. ukiingia kwenye mikono yangu Mwajanda. Mm. siku ya kukukamata uingie kwenye mikono yangu mimi na block kwanza watu mimi mm. sasa niko mbioni ku screenshot yani atakaye kusema na screenshot afu mimi na block sina muda mchafu mm. mimi nikiona comment mbaya kwa sababu shabiki yangu ananipenda hawezi kuniongelea vibaya ukiona mtu ananiongelea vibaya huyo sio shabiki yangu huyo sio pande yangu Umenielewa huyo eh? Mm. Ni mtu mnafiki namba ni moja katika maisha yangu, mimi na block. Maisha yangu mengine afanye nini? Yaendelee. Ukija ukinivaa kwenye kumi na nane anauishia nitakushindia vitasa kiasi gani? Mimi mume wangu ananifundisha ngumu, ananifundisha. Ukiingia pale kuna mmoja akasema kama wamefanikiwa kukaa uh, wamefani kuka, miaka kama wamefanikiwa kukaa miaka kumi na tano kwenye uchumba na hii ndoa imefungwa sasa hivi, basi hao kwenye ndoa wadumu a, kwa sababu asilimia wa kubwa wanadumu kwenye uchumba, kwenye ndoa wadumu. Kasema nyie wanafiki nyie, kama walishindwa watu uh -huh. wa makafara kwa kuroga na kuroga tena, watu walikusanyika, walikusanyikan wakakaa kikao, wanachokijua wao, usiku wa manane kwenye mti mkubwa wakaenda kuvunja nazi kwenye makaburi wanayoyajua wao, na wakashindwa aje kuweza ye kwenye comments, hawezi kwa chochote. Yani mimi mume wangu ni naye, na ndo kwanza penzi letu changa, ndo kwanza sasa hivi, yani ndo tumetimiza wiki mbili, ni na ndo kwanza, ndo zinafutika futika bado umenielewa. Ndo kwanza tuna wiki mbili, yani tuseme ndo tumeanza na tutazeka pamoja. Na, na tunataka tuwaambie kwamba karibuni tunaweza tukapokea mtoto mwingine wa familia, anakuja yuko njiani, na kitoto cha ndoa, kitoto kipya kinakuja, ni huu mtoto in town. Sawa bwana Dalulu, mimi bwana, mimi nimekupa pongezi. Unajua kwenye harusi yako umetufanyia tu hiana, ilitakiwa angalau hata utuambie ndugu zako tuje, sisi na wewe ni ndugu bwana. Ile hiana tu, lakini hamna shida. Najua utafanya sherehe. Lazima nifanye, nataka nione ile mitunzo sherehe ninayo sherehe mm, natamba nayo sherehe kubwa kwa ukubwa yani, sherehe kubwa heavyweight. Kama mimi mwenyewe sijui umenielewa nina mm, pambe kama zote nina pambe kaskazini, mashariki, kusini, magharibi wote wananiangalia na nanisubiri, na mimi tu nifanye lile niandae lile group tu jamani shughuli yangu mwezi fulani. Pambe hizo zina pambe kama zote, pambe mpya na za zamani. Tunakuja kutikisa. Wababaifu siwataki. Tunakuja kutikisa, sitaki wababaifu, sawa sawa, na kuja kuzima zote na washa kwangu. Mimi moja tu inawaka. Wewe hauko upande na sina shughuli ndogo e. Shughuli yangu mimi ni kubwa kuliko kawaida e. Kama jina langu, na kwa mimi sina shughuli ndogo. Mimi mimi, siitii tabu wala matatizo, na mimi naitwa na Lulu menielewa Lulu, si unaijua Samani ya Lulu, unaijua unaielewa? Yaani mimi ni madini adimu sana kuliko kawaida. Sasa tutakuja kukutana hiyo siku hmm, ya shughuli yangu mimi. Wajiandae. Anaga upande? Una upande huku kina Chioma huku kina nani? Aha, unaga upande wewe. Mimi sinaga upande mimi, kwanza sichagui, kwanza sina timu okay, menielewa hmm, mimi jeshi la mtu mmoja hmm, mimi sina timu mimi rafiki wa kila mtu mimi, okay. Sichagui sibagui, siangalii huyu tajiri, huyu si maskini, mimi wote wangu, sichagui sibagui atakanizika simi kuna maisha si si baada ya umenielewa. Na mimi nasamini lamtu kaja kunitunza shilingi eu kumi, mimi sio kama watu wengine. ukinipa laki mbili ipo kwenye mahesabu, yaani mtu anapoa kwenye maisabu. Unajua ule mtu wenye hela akakuletea ameitoa wapi Ujue, ule mtu hela kaitoa wapi? Mpaka kaenda huko kwa mwenye, kafanya kitu gani kakuletea hela? Nasema ipo kwenye mahesabu, umenielewa mimi mm. Mtu ukitaka kuleta shilingi elfu kumi yake, najua uchungu wa hela mimi, nilipotokea sijazaliwa na hela, nimepitia maisha magumu, sichagui mm. so, so, sibagui mm, yani ukileta hela kwangu naiamini na itarudi mara mbili yake. Hata ikiwa ata, yani, ata shilingi kumi, hela ya kizamani mimi mm, nakurudishia mara kumi yake hela. so, so, so nimekumbuka hapa, japo sio jambo zuri kulizungumzia kwa upande wako lakini kuna swala ambalo limemkuta dada yetu anaitwa Nicole nadhani tutakuwa umekutana na hiyo story. Uh, sio jambo zuri, lakini nataka nizungumzie, mfano ingekuwa ni jambo ambalo limekukuta. Tumeona Nicole amekosa marafiki wawili wa kutoa dhamana ya shilingi milioni arobaini na tisa point tatu ungekuwa wewe, kutokana na marafiki zako unaoishi nao, ungekosa pia marafiki wa kutoa njo kiasi cha pesa ili upate dhamana? Cha kwanza mi na namshukuru Mwenyezi Mungu naishi sana na watu vizuri Umenielewa, mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu, najua kuishi na watu vizuri. Mimi nisingeweza kukosa mtu. Sasa sijajua mimi binafsi najiongelea mimi, mimi jinsi ninavyoishi na watu wangu, umenielewa. Najijua, mimi hata nikipata tatizo, tatizo watu wangu wako na haraka sana, kwa sababu najitoa sana kwao. Wao si rahisi sana mimi kufanyeje, kusaidika. Lakini pia kingine katika maisha sasa hivi, usimwamini binadamu, umenielewa. Niamini wewe mwenyewe, usiseme, yani mimi naishi na fulani vizuri nikija kupata tatizo fulani lazima atanisaidia. Uishi kwa akiba, usije ukamwamini binadamu mia kwa mia. Binadamu wanabadilika, na ukitaka kujua huyu mtu mzuri kwako na mbaya kwako, kwenye matatizo, kwenye matatizo ndo unakuja kumjua huyu mzuri, huyu mbaya. Mimi kuna kipindi nilipataga matatizo, nilikuja kusaidiwa na mtu ambaye hata simjui na sijawahi kumsaidia, na mimi naudadi kusaidia watu, lakini nilikuja kusaidiwa na mtu ambaye hata simjui alitokea wapi, umenielewa. Kwa katika maisha, sasa hivi unatakiwa ujiamini wewe mwenyewe kwanza. Unapokula unatakiwa ule na kuweka, usije ukamwamini binadamu. Binadamu sio watu na, na, na, na, wewe unachezaga michezo? Mimi sitaki mchezo, mchezo nilishocheza kama mara moja hey. Ilishawahi kutokea scenario ya kudhulumiwa pesa labda? sijawahi kudhulumiwa. Hujawahi kudhulumiwa. Nilipokea ela angu keshi milioni kumi, sawa sawa. Na hii kwenye ile mitunzano ambayo mnatunzana haijawahi hmm, kutokea mtu ukamtunza alafu akashindwa kurudisha, sijawahi kusema ukoli wa Mungu, mtu unimtunza afu asirudishi hmm, sijawahi nilowatunza wote waliirudishia, ila kuna kama wawili walipata udhuru mm. Kwa siku ile hawajarudisha, na wewe kiubinadamu lazima uelewe. Umenielewa? Kuna maisha baada ya mitunzo. Kuna watu wameitolea macho mitunzo kiasi kwamba mtu takishika akipata dharura anaumwa, mtu aelewi. Unajua kuna mtu ana shida, unaona kabisa huyu mtu ana shida kweli, haigizi. Kuna watu wanajizimadata wanaigiza, lakini kuna mtu haigizi, unajua kabisa huyu mtu ana shida, ana matatizo. Kwa lazima asli mtu uwe muelewa.